An wamesema kwamba, na kwa jinsi hii Mungu akaupenda ulime, mimi nawetugiogolewa na na hayo maneno yangetuokoa, hayo maneno yangetuokoa. Lakini hili hayo maneno yawe na nguvu, Bwana akatoa sadaka, amen akatoa sadaka na akatoa sadaka ya mwanao wakipeke asulubisho Msalaba hili mimi na wewe kile anachopima ni nini? Ni upendo amekuja kudhibitisha jinsi anavyotupenda. Haleluya. Eh? Amen. Amen. Mungu akamwambia Ibrahimu, si bado tunasema unanipenda

Unajua kikaida kamoja ni kama ujui vizuri, alikuwa katika uzee kabisa, amezeeka. Hata ako kalikuwa ni miujiza. Bwana wasikiwe, hata ako kenyewe kalikuwa ni miujiza maana sana. Malaika alipomwambia, malaika alipompokea Sara akamwambia, Sara, mwaka ujao, masaa kama haya, utakuwa na mtoto. Sara alicheka, ile kicegolaicheka kichego ya dharau. Ana asifiwe. Nani anatuaga ile kicheko ya madharau? <laughs> Ah, ni kwa kupima akili eh. <laughs> Ana asifiwe. Yaani Sara alimwangalia malaika hivi. Miaka 90. Mimi kuna wakati mmoja nilikaa chini nikajiuliza maswali. Na hapo ndio nikajua ugwetsu ukambeba mbeba Mungu na akili ni mkubwa kuliko akili yako ime. Mungu ni mkubwa kuliko akili yako Mungu. Mungu ni mkubwa kuliko vile unavyowaza. Maana nilikuwa nimekaa hivi nimekaa hivi katika kiti, tunajiuliza huyu Sara alikuwa na miaka tisini, na kwa bahati nzuri nilikuwa na nyanyaa alikuwa na miaka themanini. So alikuwa alikua musee kuliko nyanyangu na miaka kumi. Nyanyangu kwa miaka themanini, twafanya kumutua inje, akaekwa jua akiote, tena tudendepena tumurudishi. Nikawa ikawa na nauia huyu mutoto nani anaona Yosua, huyu mutoto huh? Huyu mtoto mwenye alizaliwa na huyu sana, akiwa na miaka tisini. Nikiangalia nyanyangu kifua na mgongo, wewe, sijua ni wapi tupo. Nimerudi, ana mtoto sio kula kama njugu. Bwana asifiwe! Hapo ndio unajua, hauwezi ukamuelewa Mungu kwa akili. Mungu ni mkubwa kuliko akili yako. Ime Hallelujah. kabisa na mimi hapo sikuni maji ikateremuka kwa sababu ya upepo sana. Eh, hai, twende kwa wazazi. Wazazi wakita wanakuambia "Eh, unampenda laki laki moja ma nampenda dosi tatu nampenda wale wanaikisha pombe pombe, hiyo yote unalipia nini? Unalipia nini? Ana, sijui hiyo yote hizo gharama zote mpaka tunakuchangia mpaka unajiingiza kwa kuchanga. Tunachangia nini? Pendo. Na mbona tu sipende na uende naye? Bana sipiu. Ana chochote usichokigharamikia kuna uchungu nacho. Kuna uh, mtu atanielewa. Chochote ambacho hautaingia gharama hauna uchungu chu hataakama na. Kwa sababu Mungu alitupenda alitutuma mwanae wa pekee kama sadaka ya kuja kudhibitisha ule upendo, na ndio maana Biblia inasema Yesu akawaambia yeyote nataka kunifuata afanye mambo mangapi? afanye mambo mangapi? La kwanza abebe msalaba wake na, na ya pili anjikane. Amen. Ya kwanza abebe nini? Msalaba wake. Ya pili afanye nini? Anjikane. Lazima ubebe msalaba wako. Yesu alibeba msalaba wa ulimwengu wote, lakini ili ufaulu kumfuata Yesu, lazima ubebe msalaba wako, lazima ujikane. Watu wengi nilikwambia juzi, katika ulimwengu wa kiroho kuna sheria ambayo inasema Yesu ukawatumikia mabwana wakati, Yesu ukawatumikia mabwana wao. Watu wengi makanisani wanasema ninampenda Mungu, ninampenda Yesu, ninampenda haya. Umefanya nini inayonyesha huo upendo? Alitupenda wakati Mungu alitupenda, alipeana. Amen. Amen. Na alipeana mwana wake pekee asulubisho hili kulipia gharama, ndio maana nasikiaga tumenuliwa kwa bei gani? Bwana asifiwe. Yesu hajatenda dhambi, Yesu hajafanya makosa. Yesu ataua mwenye anaua nini? Yesu ajafanya usharati, mwenye amefanya usharati nini? Lakini aliyesulubishwa ni Yesu. Kwa sababu gani? mesema ameaaa. Bwana asifiwe kwa sababu mtu amesema ananipenda akapelekwa kusalabaka. Iwapo upendo wako kwa mungu hauna gharama, huwa sio upendo. Ayo ni maneno. Bwana sifiwe. Amen. Kwa nini ukristo umekuwa dhaifu? Ni kwa sababu hakuna mtu haliye tayari kulipa gharama. Hakuna na hauko tayari kulipa. Kwa nini mimi naogopa kutenda dhambi? Nilikuambia na siku ingine, sio kwamba mke wangu yuko Malindi sasa hivi, sio kwamba nikifanya kitu hapa atajua, lakini napiga pesa. Hiyo gharama yote nimeweka, hiyo gharama yote nimeweka, hiyo kufunga yote

Ah, kujenga na kubomoa gani na rais? Lakini kubomoa, kwa nini mimi nasikia uchungu? Kwa nini mimi naweza sikia uchungu? nyambaye nimekaa naye kwa muda akianguka, nadhani ni kwa sababu inakufundisha polepole. Ule ni kwa sababu ile siku nimekuja kugombea na nikaweka mkono wangu juu yako, nimeweka mbegu yangu koro yau. Amen. So ile siku utapotea, utapotea na hiyo mbegu. Amen. Haleluya. Ile siku nimeweka mkono juu yako, kuna kitu nimeweka so nasikia ukipokea, mimi nasikia si ucu. Kuna siku moja niliambia watu, unajua ni kwa nini nakwaza watu kanisani? Unajua, ni kwa nini unakwaza watu ezaarizi? Ni kwa sababu haujui huyo mtu unayemkwaza alikuwa nani. Bwana asifiwe. Haleluya, nikawaambia ungejua